Hebu nikuulize kitu. Je, ungependa mwaka ujao uwe tofauti kabisa na huu uliopita? Sio tofauti kidogo, bali tofauti ya aina, ukiwa mtu mpya kabisa, ukitumia mbinu rahisi lakini yenye nguvu. Naam, leo tutaangalia mambo matano makuu yanayoweza kubadilisha maisha yako ndani ya mwaka mmoja. Hakuna magic, hakuna mikate ya bahati. Lazima uanze kutenda. Lakini usijali, tutacheka pia kidogo hapa na pale. Si unataka tuwe serious tu? Sawa, basi tuanze. Jambo la kwanza: badilisha mazingira yako. Unaambiwa mara zote, show me your friends and I'll tell you your future. Sawa, sio ukweli kabisa, lakini kuna usemi wa kweli pale. Wenzako wanaweza kukua au kukushusha wakati mwingine kuzungukwa na watu wa negativity ni kama kujaribu kuimba karaoke kwenye gari linaloenda nyuma. huchoka sana. Ungana na watu wanaokuinua. Hawa ni wale unapoambiwa, huyo mtu anajua nini anachofanya, najua nitaweza kufuata. Ikiwa kila rafiki yako anakula fast food kila siku na kudai ni healthy, acha tu. Labda wewe ndio wewe unahitaji kuanza kuwa fresh salad ndani ya maisha yao ya burger. Pia badilisha mazingira yako, chumba chako, desktop yako, hata wallpaper kwenye simu. Ukiona picha ya bahari kila siku, akili yako inasema ah, mimi niko free, mimi niko growth. Mazingira yako ni kama chaja ya motivation yako, usiacha betri iwe low. Jambo la pili, jifunze kila siku. Kila siku ni classroom, na maisha ni exam lakini ujue kitu, hakuna max bila learning. Hii ni kama kujaribu kupeleka gari bila mafuta, haiendi. Soma kitabu, podcast au makala online angalau nusu saa kila siku. Hii ndogondogo ndogo inakusanya kama kilo ya maizi, mwishowe unakuwa na silo ya ujuzi. Fikiria kama wewe unasoma ujasiriamali, lakini bado unategemea pesa za mtu mwingine kila mwisho wa mwezi. Ni kama kujaribu kubuild house na keki ya chocolate itamalizika haraka sana. Kila kitu unachosoma kiweke kwenye diary yako. Angalia nyuma baada ya miezi sita, utashangaa ni kiasi gani umejifunza. Na ndiyo utapata moment ya aha ambayo ni beta kuliko kofia ya Monday morning. Jambo la tatu, fanya mazoezi na linda afya yako. Mtu mwenye afya ni kama phone yenye full battery, unaweza kufanya kazi, kucheki WhatsApp, hata kuanza business bila shutdown Fanya mazoezi angalau mara tatu au nne kwa wiki. Hii siyo lazima gym expensive, unaweza push-ups, squats hata kuperform dance moves za TikTok. Kama mtu anakutazama anasema huyo anaishi. Kama ukikula junk food kila siku na kusema sijali mimi niko motivated, ni kama kusema nimeweka turbo kwenye baiskeli yangu, halafu unakimbia kwenye sanduku la sementi. Haiwezekani. Usisahau usingizi, hili ni secret weapon. Lala vizuri hata robo ya saa moja tu kama ile ya Facebook scrolling, inaweza kuwa difference. Jambo la nne, tengeneza tabia nzuri. Tabia ndogo ndogo ndizo secret ya mafanikio. Si lazima uanze na big things hata kidogo, kinaweza kuleta difference kubwa mwishowe. Chagua tabia moja tu kwa mwezi. Hii inaweza kuwa kuamka mapema, kuandika diary au kupanga siku yako. Weka tracking, ona progress. Ukijaribu kubadilisha kila kitu mara moja ni kama kujaribu kupika ugali, kuosha vyombo na kufanya ironing kwa wakati mmoja. Matokeo, chaos. Anza kidogo, kisha ongeza momentum. Tano, chukua hatua kila siku. Mawazo mema bila vitendo ni kama popcorn bila moto. Hakuna sound, hakuna flavor, hakuna satisfaction. Hatua ndogo ndogo kila siku zina build mafanikio makubwa. Andika malengo makubwa ya mwaka kisha yagawanye kuwa hatua ndogo-ndogo za kila siku. Hii inafanya lengo lako lisikosekane na kuonekana manageable. Usisubiri perfect moment, hiyo ni kama kusubiri matunda ya pineapple kwenye friji yako kukomaa huku ukiwachoma toast. Anza sasa hata kidogo, naongeza kasi. Kwa hivyo Ukiweka haya matano kwenye maisha yako, acha ni kuhakikishe, mwaka mmoja kutoka sasa, mtu isasa atakuwa na kutambulisha kwa kicheko neno, huyu mtu ametulia kabisa. Kama unataka mpango wa mwaka mzima wa hatua kwa hatua ya kutumia haya matano na kuona mabadiliko halisi, subscribe kwenye channel hii, piga beli, ili usikose video mpya kila siku. Na ah, kama unataka kuanza sasa, comment chini "nimeanza" na tuanze hii safari ya mabadiliko. Nakumbuka mabadiliko makubwa yanaanzia na hatua ndogo, na hatua ndogo yanaanzia sasa.